Kwa nini watu wengi wanachoma akaunti za forex? Habari ya leo, mfanyabiashara mwenzangu au wewe unayetaka kuanza safari hii ya forex? Leo nataka kukusimulia hadithi. hadithi hii siyo ya kufurahisha sana mwanzoni, lakini ninaamini itakupa mwanga na elimu itakayokusaidia wewe usipite njia ile ile niliyopita mimi na wengine wengi. ni hadithi ya jinsi nilivyochoma akaunti yangu ya kwanza, ya pili na hata ya tatu na muhimu zaidi, ni masomo gani niliyojifunza. Mwanzo wa safari mtare, wa ndoto za utajiri wa haraka. Kama wengi, nilivutiwa na forex baada ya kuona picha za watu wakiishi maisha ya kifahari, wakisafiri na kuendesha magari ya bei ghali, huku wakisema forex ndio imewapa yote haya. Niliwaza, kama wao wanaweza, mimi siwezi? Haraka haraka nilifungua akaunti yangu ya kwanza. Niliweka kiasi cha pesa ambacho kwa kweli sikuwa tayari kupoteza. Nilikuwa na ndoto za kugeuza dola mia tano kuwa maelfu ya dola ndani ya wiki chache. Hapo ndipo kosa langu la kwanza lilipoanzia, mstari wa tamaa na matarajio yasiyo ya kweli. Sikuwa na elimu ya kutosha, nilijua mambo ya msingi tu, mstari wa kununua buy na kuuza sell. Sikuielewa kwa undani dhana ya leverage kujiinua margin, pips, na muhimu zaidi risk management, usimamizi wa hatari. Niliingia sokoni kwa kishindo, kosa la pili, mstari wa kupuuza elimu na mpango wa biashara. Biashara yangu ya kwanza ilileta faida, nilijisikia kama mfalme niliamini kuwa forex ni rahisi. Nikaongeza ukubwa wa lot size yangu nikiamini nitapata faida kubwa zaidi. Biashara ya pili, hasara. Ya tatu, hasara. Ghafla nilianza kuona akaunti yangu ikipungua, hofu ilianza kuniingia. Hapa ndipo nilipofanya kosa la tatu na la hatari zaidi, biashara kwa hisia, emotional trading. Nilianza kufanya kile wanaita revenge trading. Kila nilipopata hasara, niliingia kwenye biashara nyingine haraka haraka ili kurudisha pesa niliyopoteza. Sikuwa nikifuata uchambuzi wowote, niliendeshwa na hasira na hofu. Nilikuwa nikibonyeza buy na sell bila mpangilio, nikitumaini bahati itakuwa upande wangu. Kujiinua leverage, upanga wenye makali kuwili. Broka wangu alinipa leverage kubwa ya moja mstari wa mia tano. Hii ilimaanisha kwa kila dola moja niliyokuwa nayo niliweza kudhibiti dola mia tano sokoni. Mwanzoni ilionekana kama fursa nzuri ya kupata faida kubwa, lakini sikuelewa kuwa kama vile inavyokuza faida ndivyo inavyokuza hasara. Kosa la nne likawa dhahiri: matumizi mabaya ya leverage. Kwa kutumia leverage kubwa na kuingia biashara zenye lot sizing kubwa kuliko uwezo wa akaunti yangu, hata mabadiliko madogo tu ya bei kinyume na mimi yalitosha kufuta kiasi kikubwa cha pesa. Ilikuwa kama kuendesha gari la Formula 1 bila kujua jinsi ya kutumia breki, ajali ilikuwa haiepukiki. Ndani ya wiki mbili tu nilipokea ujumbe niliohofia zaidi, margin call, na muda mfupi baadaye akaunti yangu ikawa tupu. Nilikuwa nimechoma akaunti. Mzunguko wa makosa. Nilijisikia vibaya sana, nililaumu soko, broker na hata wale walionionesha fursa hii, lakini ukweli ni kwamba kosa lilikuwa langu. Cha kusikitisha ni kwamba sikuacha, niliweka pesa tena kwenye akaunti ya pili, nikiamini safari hii nitakuwa makini, lakini sikuwa nimejifunza somo la msingi nilirudia makosa yale yale: tamaa, biashara kwa hisia, na kutokuwa na mpango nayo na pia ikachomeka. Nuru gizani. Masomo niliyojifunza. Baada ya kuchoma akaunti ya tatu, nilikata tamaa, nilitaka kuacha kabisa, lakini kitu ndani yangu kilikataa kushindwa. Niligundua kuwa tatizo halikuwa forex, bali ni mimi. Niliamua kuchukua hatua tofauti. Moja, nikasimama kufanya biashara, niliacha kabisa kufanya biashara na pesa halisi nilihitaji muda wa kujitathmini na kujifunza. Mbili, nikatafuta elimu ya kweli badala ya kutegemea video za YouTube za utajiri wa haraka. Niliwekeza muda na pesa katika kujifunza kutoka kwa vyanzo vya kuaminika. Nilisoma vitabu, nikahudhuria kozi na nikawatafuta wafanyabiashara wenye uzoefu mentors. Nilijifunza kuhusu uchambuzi wa kiufundi technical analysis na uchambuzi wa msingi fundamental analysis. Tatu, nikatengeneza mpango wa biashara, Trading plan hii ilikuwa kama ramani yangu. Mpango wangu ulikuwa na sheria zilizo wazi: ni lini nitaingia sokoni, ni lini nitatoka, ni kiasi gani cha pesa niko tayari kuhatarisha kwa kila biashara, na ni viashiria gani indicators nitatumia kufanya maamuzi. Nne, nikajifunza usimamizi wa hatari risk management. Hili ndilo somo muhimu kuliko yote. Nilijifunza kanuni ya dhahabu mstari wa kamwe, usihatarishe zaidi ya asilimia moja mbili asilimia ya akaunti yako kwenye biashara moja. Hii inamaanisha kama una akaunti ya dola moja sifuri sifuri sifuri, hasara yako kwenye biashara moja haipaswi kuzidi dola kumi au ishirini. Hapa ndipo nilipoelewa umuhimu wa stop loss. Stop loss ni agizo unalompa broka wako kufunga biashara kiotomatiki pindi inapofikia kiwango fulani cha hasara. Ni kama mkanda wa usalama kwenye gari lako. Tano, nikaanza na akaunti ya majaribio demo account. Nilitumia miezi kadhaa kufanya biashara kwenye akaunti ya demo. Hii ilinipa fursa ya kujaribu mpango wangu wa biashara na kujenga nidhamu bila kuhatarisha pesa halisi. Sita, nikajifunza saikolojia ya biashara. Nilielewa kuwa forex ni mchezo wa akili kwa asilimia tisini asilimia. Nilijifunza kutambua hisia zangu, hofu na tamaa, na kuzidhibiti. Nilikubali kwamba hasara ni sehemu ya mchezo na muhimu sio kuiepuka bali kuidhibiti. Ushauri wangu kwako kuchoma akaunti ni jambo linalowapata wengi, lakini halipaswi kuwa mwisho wa safari yako. Inaweza kuwa mwanzo wa kujifunza kwa kweli. Kama unataka kufanikiwa katika forex, zingatia haya msadwa. Pata elimu kwanza, usikimbilie kuweka pesa, wekeza katika maarifa. Forex siyo kamari, ni biashara inayohitaji ujuzi. Anza kidogo, anza na kiasi cha pesa ambacho uko tayari kupoteza kabisa. Usitumie pesa ya kodi, ada ya shule au pesa ya matumizi muhimu. Tumia stop loss kila wakati. Kila unapoingia biashara, weka stop loss yako ni lazima. Usijiamini kupita kiasi, soko linaweza kubadilika wakati wowote. Dhibiti hisia zako, tengeneza mpango na ufuate. Usifanye biashara ukiwa na hasira, furaha iliyopitiliza au msongo wa mawazo. Kuwa na subira, forex sio njia ya mkato ya utajiri, ni safari ndefu ya kujifunza na kujenga uzoefu. Faida ya kudumu hujengwa taratibu kagua utendaji wako. Weka kumbukumbu kumbu jeno ya biashara zako zote, jifunze kutokana na makosa yako na mafanikio yako. Safari ya forex ina milima na mabonde. Kuchoma akaunti kunauma, lakini somo unalopata ni la thamani sana ikiwa utalitumia vizuri. Usikate tamaa, bali jifunze, jipange upya na urudi sokoni ukiwa na nguvu na maarifa zaidi. Biashara salama.